Hapa nitakuletea jinsi ya kuweza kuzuia PCOS namba moja, unakura hakikisha unakula vyakula vyenye low glycemic index, vyakula vyenye sukari kidogo, hata matunda usile yenye sukari nyingi sana lakini namba mbili, maji ya kutosha, kila siku yanasaidia megenyaji na kudhibiti uh, craving moja kwa moja kwenye, uh, kwenye mwili wako, lakini pia kufanya mazoezi angalau dakika 30 kila siku. Mwanamke umshauri fanya mazoezi at least itakusaidia. Namba tatu, kudhibiti uzito. Uh, wewe una uzito mkubwa. Uzito mkubwa ni chanzo cha magonjwa mengi kwa mwanamke, lakini pia tumia heboti. Heboti kwa mfano inaweza ikawa ya, ya minti, inaweza ikawa ya kamomaili na inaweza ikawa ya ya iliki, inaweza ikawa ya tangawizi, au inadhibiti sukari na kutuliza tumbo, lakini pia akula vyakula vyenye protini ya afya, mayai, samaki, maziwa ni mazuri sana. Tumekuwa tukishauri kutumia hivyo vyakula. Kulala vya kutosha, lala masaa ya kutosha, masaa saba mpaka nane ni mazuri zaidi. Punguza stress, epuka vyakula vya sukari, lakini pia fanya check up ya mara kwa mara, itakusaidia kuondokana na changamoto ya PCOS. Tuambie wewe, ulitumia njia gani kuondokana na changamoto ya PCOS? kama una changamoto bado, wasiana na Dr Jimmy kuweza kuondokana na hiyo tatizo.